Mnashindaje? Mnaendelea vipi? Hake mission mission imekuwa mingi. Kuna mission ya stano, ndiyo jisaka jose champe tena, kuna elvis raf. Hii maneno imekuwa ngumu, ukiona mission ya stano imechukua like Nae la kia do week sai nishwa se pia ame chukuliwa. Nasa maneno ime kuwa ngumu. Walo watu wana shughulika na kuta kuta stano, pia wana inge life. Na idio inachangia, hii story mingi ina kuwa ngumu kutafuta stano. The best kama wangewacha mambo ya kamera At least hata makaidi isifanye, wajue ni nini kinachoendelea. Hii mambo inakuwa ngumu, afadhali wawache hii kuingia mission wakiwa na kamera, waingie live, maybe kama wanahitaji sabo tu, waingie, lakini mambo ya kuingia mission na kamera inakuwa ngumu, yeah.